Lakini ni niseme tu kwamba swala hili la elimu mliolianzisha hapa ni jambo la msingi kabisa katika maisha yetu na katika dunia hii tuliyonayo. Mufti wetu wa Tanzania ana kauli mbiu ya kusema tu tubadilike, tujitambue, tubadilike, tuwache mazoea. Sasa yale mazoea ya tunacisi, dunia iliyopita wazee wetu na sisi sio dunia tulio nayo hivi sasa, kwao lazima tutambue, tubadilike na kubadilika maana yake tuwalete watoto kuwapa elimu, na elimu kama hii ambayo elimu bora inayotolewa na shule yetu hii ya Al-Wahabu ni jambo la msingi kabisa ambalo sisi wazazi tuwe na jukumu hilo la kupeleka watoto wakapate elimu. Wote mnajua Tanzania yetu hii, mimi sasa hivi nimebaki kuwa kama mshauri babu, mshauri kwa, napozungumza hapa nazungumza na nchi nzima katika kutoa ushauri. Tanzania yetu hii haina dini, haina dini, Tanzania haina dini ila watanzania wanadini wana dini wako Waislamu wa na ndugu zetu ambao si Waislamu, madhehebu mengine ya kikristo na madhehebu mbalimbali. Lakini niseme tu kwamba, kwamba nipongeze sana taasisi za dini ambao mmekuwa wadau muhimu, mmekuwa wadau kwa kushirikiana na serikali yetu katika kuendeleza na kukuza sekta ya elimu. Hongereni sana taasisi, mnafanya kazi nzuri sana za kuandaa jamii. Wote tunajua katika dunia tulionayo, hata mataifa mbalimbali yaliyoendelea hayakuendelea kwa kupiga porojo yanaendelea kwa sababu eh, waliwekeza katika elimu. Tukitaka mapinduzi yoyote lazima tuanze na elimu. Tukitaka mapinduzi ya kilimo lazima tuinvesti teknoloji kwenye akili za watu wetu. Tukitaka mapinduzi ya ufugaji, tukitaka mapinduzi ya uvuvi, ya viwanda lazima tuwekeze elimu. Kwa hiyo mimi nasema jambo hili si jambo dogo, kwa naongea na shehe hapa. Tukitaka kuongelea swala la elimu, ni swala pana sana, ni bahari pana sana, faida yake ni kubwa sana. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu wa la, wahabu mlichokifanya hapa, lazima tujiunge mkono ni waombe wazazi tuwalete katika shule ambazo zina maadili kama al-wahabu. Ni shule nzuri sana. Mmeona watoto hapa wametufundisha sisi wazazi, tumepata elimu, faida ya mazoezi, faida ya elimu, na hakika kwa kweli wamedhihirisha mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Alikuwa mwanasayansi, alikuwa mwanasayansi mkubwa duniani. Tumeambia faida ya kutembea kwa kasi, kumbe tunapotembea tunapata faida katika viungo, mambo mengi sana. Sipendi kuyarudia. Ukitaka kuyarudia, pitia madrasa za watoto walizozisoma hapa, kwamba kwenye kutembea, tena kwa kutembea kwa kasi, yeah. Tanzania hii haina shangazi nje. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Kule Dar es Salaam anasema ili tuweze kupata amani, lazima pia tuwaombee viongozi wenye heri, ili waje watuongoze vizuri, na hakuna kiongozi mwenye heri ya kuweza kutuongoza vizuri katika nchi hii ila ni mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hii kazi za shehe, e, ya shehe nini, mashehe inaweza, tutaona utaratibu wa kufanya kufanya dua maalum ya kuiombea nchi yetu ya kumwombea mama yetu, ya kuomba katika uchaguzi wetu uliyo tarehe 29, uchaguzi uwe na amani na utulivu ii tuvuke salama, lakini na imani kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na kwa imala uimala wa rahis wetu kutavuka salama, lakini ufanye maombi maalum kwa mambo hayo. Pia tuombee wabunge wetu waweze kufanikiwa katika uchaguzi huu, na bila kumung'unya maneno, shekh, nchi hii imejengwa na misingi ya amani lakini Waswahili wanasema tusione kiendelea, lakini misingi hii imejengwa na Chama cha Mapinduzi. Bila sisi nchi hii ingekuwa sasa hivi tunavuruga vuruga, lakini tuombe madiwani, ubunge na rais wetu kipenzi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan tuaombee, ongoza katika nchi hii tuweze kupata amani hii, tuweze kupata matunda ya elimu, ushirikiano wa serikali pamoja na sekta binafsi, tuweze kuona mafanikio Tanzania. Tunapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. <tutu>